Karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo wa siku kumi za maombi na leo ikiwa ni siku ya nne ya maombi, ambapo tuna somo ambalo lina kichwa kinachosema kwa unyenyekevu kusanyikeni pamoja katika nia ya Kristo. Kwa unyenyekevu kusanyikeni pamoja katika nia ya Kristo. Familia moja ambayo sitaitaja kwa jina ilikuwa na changamoto. Mume na mke walikuwa hawapatani, walikuwa na magomvi ya mara kwa mara, na kila mmoja alikuwa na kazi yake. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa anaenda kazini na mwingine kazini, wakikutana ni kugombana. Baadaye maisha yakaendelea, na kadri ya hivyo zidi kuendelea, wakapanga, kwa nini sikae pamoja tukazungumza na tangu walipogundua siri ya kukaa pamoja na kuzungumza hata kwa masaa matatu, basi migogoro yao ikawa imesuluhishwa. Kwa nini nimetoa kisa hiki? Fuatilia hubiri hili. Tuombe. Mungu uliye mbinguni, zungumza nasi kupitia neno lako. Kwa jina la Yesu tumeomba, amina. Somo linasema, kwa unyenyekevu Kusanyikeni pamoja kwa nia ya Kristo. Somo hili ni mwendelezo wa siku kumi za maombi, na tunaweza kuona siku ya kwanza tuliona kumjua Yesu, na tukajifunza kwa nini tumjue Yesu na tumwamini kama mkombozi wetu aliye hai. Lakini siku ile ya pili tuliona baada ya kujidhihirisha, anawaonyesha wanafunzi wake vipaumbele ambavyo wanapaswa kuwa navyo, na tukaona tuka ya kwamba kipaumbele chetu kinapaswa kuwa ni neno la Mungu na habari ya ufalme kwanza, na mengine tutazidishiwa. Halafu siku ya tatu tuliona Yesu akiwa anawaaga ana anaenda mbinguni na malaika wanawathibitishia kwamba huyu ambaye ameenda atarudi tena. Sasa siku ya leo ni pale sasa wanafunzi wameshaachwa na Yesu. Yesu ameenda mbinguni, wamebaki wao peke yao. Sasa ni jambo gani ambalo walilifanya? Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 12 hadi mstari wa 14 tunaona kile ambacho, baada ya wanafunzi kuona ya kwamba yesu ameenda mbinguni, wamebaki wenyewe nini walichokifanya kitabu cha matendo sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili neno la mungu asema kisha wakarudi kwenda yerusalemu kutoka mlima ulioitwa mizeituni ulio, ulio karibu na yerusalemu wapata mwendo hata walipoingia wakapanda orofani walipokuwa wakikaa petro na yohana na yakobo na andrea filipo na tomaso bartholomayo na matayo Yakobo wa Alfayo na Simon Zirote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu, mama yake Yesu na ndugu zake. Hapa kuna jambo la kushangaza kidogo. Yesu alipokuwa angali duniani amevaa mwili wa kibinadamu, ndugu zake wale ambao sasa walizaliwa na Mariamu na Yusufu, yaani watoto wa Yusufu na Mariamu, ambao kwa lugha kwa, kwa, kwa nyingine walikuwa wanawaita ndugu za Yesu, licha ya kwamba kuzaliwa kwa Yesu na kuzaliwa kwao kulikuwa tofauti. Sasa hawa nao wakajiunga. Jambo ambalo linanifurahisha hapa, mwandaji mwanda, wa somo hili alikuwa ali akitoa challenge kwamba ni jambo gani ambalo limekushangaza katika siku hizi kumi za maombi? Jambo ambalo linashangaza ni hivi, Mariamu ambaye alikuwa ni mama wa Yesu anakuja kujiunga na wanafunzi wa Yesu. Maana kumbuka Yesu alipokuwa ameangikwa pale msalabani, akiwa anakaribia kufa alimwambia Yohana, Yohana, tazama mama yako, na akamwambia mama yake kwamba tazama mwanao. Kwa hiyo Yesu alimkabidhi mama yake kwa Yohana, na jambo ambalo lilingaza ni kwamba Yusufu, kwa nini hajatajwa kabisa? Maana Unamona, Yusufu ametajwa tu mwanzoni kule, lakini kwenye habari ya kuteswa kwa Yesu, kwa kwa Yesu, kwa Yesu, Yusufu hajatajwa tena. Sasa kwamba hatuna na watoto <tuna> lakini tunaweza tukaona kwamba Yesu alipoondoka, mama yake pamoja na wale waliokuwa wamezaliwa, yani wadogo zake, wakawa wameambatana na wanafunzi. Jambo lililofanyika ni kuwa pamoja walitengeneza shirika, wakawa na umoja, wakawa wanadumu katika kusali na kuomba, huku wakiwa wanasubiri ile ahadi Yesu aliyoiahidi katika kitabu cha Matendo sura ya kwanza mstari wa nane ya kwamba watapokea nguvu akisha kuajiria Roho Mtakatifu. Jambo lingine ambalo tunajifunza ni kwamba tukiwa tunasubiri kuimalishwa kupata nguvu, tusikae tu, tunapaswa kuomba kuendelea kusoma neno kushuhudia habari za Yesu. Hapo ndipo tutazidi kuimarishwa na tutazidi kuwa imara. Sasa walipokusanyika pamoja wakadumu katika kusali na kuomba, na haya, hili tukio la kusali na kuomba na kutengeneza umoja liliwapatia nguvu na kukubalika, na ndiyo maana hata ile siku ya Pentekoste roho wa Mungu akashuka nadhani na tutakuja kuangalia katika masomo yanayofuata. Kwa hiyo huu umoja ndio unaohitajika miongoni mwetu ambao tunasafiri kuelekea mbinguni. Tunapaswa kuwa na umoja, tunapaswa kuwa na kuthaminiana, kujaliana, kila mmoja kumwona mwenzake ya kwamba anahitaji msaada, unapomwona mwenzako anatenda kinyume na mapenzi ya Mungu, unapomwona mwenzako amepungua hali yake ya kiroho inalegalega unapomwona mwenzako hali yake ya kiroho haiko vizuri, tunapaswa kushauriana, kutiana moyo, kufarijiana, kuambiana habari ambazo zinaleta tumaini. Hebu tutazame kwanza Yesu, maana kuna wakati mwingine tunapokuwa katika jumuiya ninaweza nikajiona kuwa mimi ni bora kuliko mwingine, au ninaweza nikajihesabia kuwa mimi sina dhambi. Hafu wengine nikawa na wahesabia kwa wadhambi. Cha kwanza tuangalie Yesu alivyokuja kavaa mwili kama tulivyovaa. Nini alichokifanya kilichomwezesha katika maisha aliyoyaishi ya kuvaa ubinadamu, lakini tutakuja kuangalia baada ya hapo tutakuja kuangalia, je, yule ambaye katika jumuiya anajiona kwamba ni mtakatifu kuliko wengine yupo sahihi, na ni hatari gani namkabili? katika kitabu cha Wafilipi anatueleza habari ya Yesu Kristo alipokuwa amevaa mwili wa, wa, wa, wa, wa, wa kibinadamu. Kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari wa tano hadi ule wa nane maandiko yanatueleza yanamweleza Yesu alipoacha enzi akashuka kwa ajili ya kutukomboa. Kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari ule wa tano hadi nane neno la Mungu linasema Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu; tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti na mauti ya msalaba. Yesu alipokuja ulimwenguni akavaa mwili wa kibinadamu akaacha ile enzi aliyokuwa nayo na mamlaka aliyokuwa nayo mbinguni alijinyenyekeza. Sasa kama Yesu ambaye alikuwa ni mfalme, alikuwa akiabudiwa na malaika, alikuwa akiheshimiwa na, na malaika, alikuwa na cheo kikubwa mbinguni, alikuwa na sawa na Mungu, alikuwa nafanana na Mungu. Unajua kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ambayo maelfu ya watu wanapiga vita na kupinga. Hizi ni nafsi tatu za uungu na ambazo kwa asili ni sawa, lakini wanatofautiana majukumu. Kwa hiyo Yesu alikuwa sawa na Mungu kwa sababu yeye na Baba ni umoja. Ukisoma kitabu cha cha Yohana sura ya kumi mstari wa 30 Yesu mwenyewe alithibitisha kwamba mimi na baba tu moja, licha ya kwamba nimeona wengi sana najadili kuzungumzia habari ya Yesu kwamba ha, ha, ha, si Mungu hapaswi kuabudiwa. Lakini hawa watashangazwa kama somo la, la, la siku ya tatu lilivyokuwa kwamba watashangazwa, Yesu atakavyokuja, ndipo watajua kwamba ni Mungu a, pale atakapokuwa amevaa kiti cha enzi akiwa amevaa utawala, akiwa na utukufu, ndipo atajua kwamba walichokuwa nakisema, walikuwa nakisema kwa kujua au kwa kuto kujua. Sasa Yesu, alipovaa mwili wa kibinadamu, alijinyenyekeza. Sasa kama Yesu alijinyenyekeza, kwa nini mimi na wewe tuna kiburi leo hii? Tunaona kana kwamba sisi ni bora kuliko wenzetu, tunaona wengine na tunawadharau tunaona wengine na tunaona kwamba sisi ni bora kuliko wao, lakini tunapaswa kunyenyekea na kunyenyekeana sisi kwa sisi, kutiana moyo, kufarijiana na, ku, na kutiana moyo ili safari yetu iweze kuendelea. Lakini jambo lingine ambalo tunaliangalia ni ni kwa yule ambaye anasema yeye akijiangalia nafsi yake anaona ni kana kwamba ni mtakatifu halafu anapotazama wengine anawaona kuwa ni wadhambi. Kitabu cha Warumi sura ya tatu mstari ule wa ishirini na tatu kuna andiko ambalo linaweza likamsaidia mtu kama huyo. Kama, ninapaswa kusaidiwa na andiko hili mm, lakini kama ni wewe unayenitazama unapaswa kusaidiwa na andiko hili, kwa sababu kuna baadhi yetu ambao tunapoona wengine tunaona kana kwamba wao ni wadhambi yani, wao hai mbele za Mungu hawastahili. Lakini sikiliza neno la Mungu linavyotuambia Kitabu cha Warumi sura ya tatu mstari wa ishirini na tatu neno la Mungu linasema kwa sababu wote na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maandiko yanasema wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini pia ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa nane kuna Maneno ambayo Yohana anatueleza si wanadamu. Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ile ya kwanza mstari wa nane na wa tisa anasema tukisema, kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. mstari wa tisa: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. mstari wa kumi. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi twamfanya yeye kuwa mwongo wala neno lake halimo mwetu. Hmm. Unaweza ukaona rafiki yangu ambaye ukijitazama mwenyewe unaona kwamba ni mtakatifu afu wengine unaanza kuwahesabia hatia, lakini pia hili lilizungumziwa pia hata na Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya saba mstari wa kwanza alionya sana juu ya kuhukumu. Maana wengine wanasonta vidole kwa wengine, ila wanasahau kwamba wanaposonta kidole ni kidole kimoja kinaelekea kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa yule anayemsonta, lakini kuna vidole vitatu vinamrudia yeye. Kuna hiyo kauli ambayo ilikuwa inatumiwa na rafiki yangu kwamba ukimsonta mtu kidole, kuna kidole kimoja ndicho kinamwelekea E, inaweza ikawa ni viwili, maana kuna hiki kidole na kidole gumba, kwamba vinamuelekea huyu unayemsonta, lakini vingine vitatu vinakuelekea wewe. Kwa hiyo wewe ndo unaonekana mwenye, mwenye makosa zaidi kuliko yule unayemsonta. Unaweza ukaona kwamba si vizuri sana katika kusonta wengine kwamba wao ni wadhambi, wao hawafai. Sikiliza katika kitabu cha Mathayo sura ya saba mstari wa kwanza, nasema Msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi. Kwa kuwa hukumu ile ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Basi, mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boliti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe hauiangalii? Au tamwambiaje nduguyo niache nikitoa kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe. Yesu anasema, nafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Kibanzi na boriti, kibanzi ni kidogo, boriti ni kubwa. kwa hiyo wakati mwingine unapokuwa ukitazama dhambi za wengine, umejikita kutazama makosa wengine, umejikita kutazama kuanguka kwa wengine, halafu wewe haujitafakari, unaweza kujikuta wewe ndiwe una, una boriti halafu nayewangalia wana kibanzi. Sasa nini cha kufanya? Ni kwamba tunatakiwa kuwa na unapomwona mwenzako ameenda kinyume na neno la Mungu, ametenda jambo ambalo si jema usianze kwenda pembeni kuzungumza habari zake, kuambia hata wasioamini habari zake, isipokuwa muombe, tenga muda uombe, mfuate, mtie moyo, mshauri, mwelekeze, kwamba rafiki yangu, ninaona kabisa siku hizi umeanza kukengeuka, naanza kupita njia ambayo sio nzuri. Hebu rudi, angalia maandiko, anasema hivi, angalia, Yesu alituagiza hivi. Na kwa kufanya hivyo, hiyo roho utaiokoa. Lakini kwenda kumzungumza kwingine hakutasaidia chochote. Rafiki zangu, tunapaswa kuwa na nia ile ile Yesu aliyokuwa nayo, kujinyenyekeza na kujishusha, kuwaombea wengine, kuwahurumia wanaopotea. Rafiki zetu katika imani, waliokuwa katika imani, tukiona anaanza kukengeuka, tusiwaache, tuwafuate, tuwaombee, tuwatie moyo. Na huo ndio umoja ambao utatusaidia, na hata ukiangalia wanafunzi wa Yesu baada ya kuwa na umoja ule walikuwa wakionyana waku, wakishauriana wakiombeana, na hilo liliwasaidia sana. Lakini shetani anapoona ya kwamba mmekuwa na umoja anajua, mtakapokuwa na umoja mtakuwa na nguvu ya kumshinda na kuchukua mateka aliyewateka tayari. Kwa hiyo anaweza akaleta shida, anaweza kaleta magonjwa, anaweza kaleta huzuni, anaweza kaleta mateso, mkateswa na <laughs> kuna wengine wanadhani kwamba ukisha mpokea Yesu basi hawezi ukateswa hawezi ukapatwa na, na changamoto. Sasa labda nikuulize, Yesu mwenyewe alijaribiwa, iweje wewe unayemfuata usijaribiwe? Yesu mwenyewe alichukiwa, iweje wewe unayemfuata? Yesu mwenyewe aliteswa mpaka akauawa, sasa itakuwaje kwako wewe mfuasi? Yesu alisema ikiwa imekuwa hivi katika mti mbichi, itakuwaje katika mti mkavu? Kwa hiyo tunapokuwa na umoja, shetani anaona ya kwamba tutapata nguvu ya kuweza kumshinda na ku teka mateka aliyowateka na kuwalejesha zizini. Kwa hiyo rafiki zangu, pale ambapo utaona amekuwa na umoja na mshikamano, lakini shetani akaanza kuleta magonjwa, akaanza kuleta kuchukiwa na watu kuteswa na kufarakanishwa na ndugu na marafiki, sikiliza kile ambacho Yesu alikisema katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 18 na ule mstari wa ishirini na nane na mstari wa ishirini na tisa Mateo sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na nane na ule mstari wa ishirini na tisa Neno la Mungu linasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Pale ambapo changamoto zitatujia, licha ya kwamba tumeungana pamoja na kuwa na umoja, kuwa na maombi ya pamoja, kusali kwa pamoja, kutiana moyo, kufarijiana, kutembeleana, kusaidiana pale ambapo mwingine ame, amekosa chakula amekosa mavazi, lakini ukaona changamoto zinaingia, acha kuhangaika wenyewe kama kikundi, mweleze Yesu, mwambie Yesu, ulisema tuje kwako tunaosumbuka, tunasumbu, kuhangaika na, na, na mizigo na katika kitabu cha Wafilipi pia tunapata tumaini ambalo tunapaswa kulitendea kazi. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa wa sita, neno la Mungu linatueleza habari ya kutojisumbua wenyewe. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa sita, neno la Mungu linasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu nazijulikane na mungu na amani ya mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika kristo yesu kwa hiyo tunapaswa kumweleza mungu tusijisumbukie sana na mambo ambayo yanatusumbua kwa hiyo changamoto zinapoinuka na zinapoibuka tusitumia akili zetu wenyewe tumtegemee mungu lakini pia katika kitabu cha mithali sura ya tatu mstari wa tano hadi wa saba tunakutana tena na neno hilo hilo ambalo linatuasa kutojitegemea bali kumkabidhi bwana njia zetu mithali sura ya ile ya tatu mstari mstari wa tano hadi ule wa saba neno la mungu linatuambia maneno yafuatayo mtumaini bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemea akili zako mwenyewe katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Rafiki zangu, tunapaswa kumtegemea Mungu kwa unyenyekevu. Tunapokusanyika pamoja kwa nia ya Kristo tunapaswa kumtegemea Mungu. Tunapaswa kumkabidhi Yesu changamoto na yote yanayotupata, na tutakapokuwa na umoja Roho wa Mungu atakaa ndani yetu, tutakuwa na nguvu za kumshinda mwovu, tutakuwa na tumaini lisiloweza kuyumbishwa, tutakuwa na nguvu, maana hata kama mmoja akitaka kuregea, basi wengine watamtia nguvu. Na hiyo ndiyo faida ya kuwa na umoja. Kwa nini mwanzoni nilianza na kile kisa cha ile ndoo ambayo ilikuwa na migogoro migogoro yake ilikuwa ishi magomvi ilikuwa yaishi kwa sababu mke alikuwa na kazi na na, na mwanaume alikuwa na kazi. Kwa hiyo asubuhi ni kutawanyika, baadaye wanakutana usiku, hawana muda wa kuzungumza, magomvi yani. Lakini wakaja wakajadili pamoja, sasa kwa nini tusitenge muda wa kukutana pamoja na kuzungumza na walipoamua kukutana pamoja na kuzungumza, wakawa wanaenda maeneo mazuri ya ufukweni, wakawa wanaenda sehemu yenye milima, wakawa wanaenda sehemu yenye yenye uoto wa asili, wanakaa wanazungumza hata kwa masaa matatu, basi yale magomvi yakawa yameisha. Na kama Wakristo tunapaswa kuungana pamoja. Kumbukeni sisi ni viungo vya vya mwili wa Kristo kichwa ndiye Kristo mwenyewe, halafu mwili wa kanisa unajengwa na washiriki. Kuna mmoja ni mhubiri, mwingine ni mwinjilisti, mwingine ni mwimbaji, mwingine ni, ni, ni, ni mkarimu au bawabu mwingine ni shemasi, mwingine ni mzee wa kanisa, mwingine anaweza kuonya, mwingine anaweza kushauri, mwingine ana mada ambazo zinatia moyo, mwingine anaweza kukemea. Kwa tunapokusanyika pamoja, basi karama hizo zote zitatumika kutuimarisha na tutakuwa na kanisa imara, na ni muhimu sana, rafiki yangu, programu ya maombi yanapotangazwa katika jumuiya, jambo katika jumuiya otangazwa, usijibague. Hujibagua ni hatari lakini unapokuwa katika jumuiya mnashirikiana kwa pamoja, kuna nguvu isiyoelezeka. Kuna wakati mwingine utakuwa umekata tamaa, utatiwa moyo na rafiki yako. Kuna wakati mwingine utakuwa hauna tumaini, mwingine atakutia tumaini. Lakini kuna wakati mwingine utakuwa haujui, mwingine atakuambia rafiki yangu, he ni hiye yeah, yaani wefanya moja mbili tatu, itakuwa vizuri. Kwa hiyo tunaweza tukaona umuhimu wa kukusanyika pamoja katika nia moja ya Kristo. Rafiki yangu, ikiwa ni shauku yako ya kwamba tangu sasa hautaki kujibagua, utakuwa na, na shirika katika ushirika wa jumuiya uliopo, ninakualika uwe pamoja nami tunapoenda kuomba ili Mungu atupatie roho wake Mtakatifu, aweze kutupatia nguvu ya kuwa na jumuiya ambayo ina nguvu na itakayomshinda Shetani. Basi na tuombe baba mungu uliyeziumba mbingu na nchi asante kwa sababu ya neno lako neno lako limejaa tumaini kubwa neno lako lina nyingi neno lako linatuonesha wale waliokaa kwa shiriki wako wale ambao walijumuika kwa pamoja namna walivyopata nguvu ya roho na tangu pale wakahubiri injili na mpaka leo dunia nzima inajua habari zao hata sisi tuliokuwa mataifa tuliokuwa tulijui neno kupitia shuhuda zao na mahubiri yao na mafundisho yao na masomo yao na maisha yao tumelipata neno. Baba, tusaidie tuwe na umoja. Roho wako Mtakatifu akatupatie nguvu ya kuwa na umoja kwa ushirika, tukatende makubwa na kila mmoja ambaye atajumuika katika jumuia tutakayokuwa nayo, basi akapate nguvu, tukawe na umoja katika safari ya kuelekea mbinguni hatimaye sote, asiwepo mtu wa kupotea, bali tuweze kuulithi uzima wa milele. Asante Mungu, maana umesikia maombi na utatujumuisha pamoja. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Asante ndugu mtazamaji, endelea kufuatana nasi katika siku kumi za maombi, leo ikiwa ni siku ya nne. Ninakukaribisha siku ya tano. Mungu akubariki.